Ukweli usioambiwa kuhusu kanisa la Anglican. Wengi hawajui. Kanisa la Anglican halikuanzishwa kwa sababu ya Mungu. Liliundwa kwa sababu mfalme alitaka kuwa mwanamke mwingine. Jina la mfalme, Henry wa saba. Hii ni historia ambayo wengi wa Anglicans hawajui lakini ni ukweli wa kihistoria. Moja, England kabla ya Anglicanism. England ilikuwa chini ya kanisa Katoliki la Roma. Mamlaka ya Papa ilikuwa kubwa. Alikuwa akidhibiti ndoa, talaka na siasa. Henry wa saba alikuwa mfalme mwenye nguvu, lakini alikumbana na dilema ya talaka. Alitaka kuoa Anne Boleyn, lakini Papa hakuruhusu. Mbili, mgogoro. Henry alipinga mamlaka ya Papa. Aliunda court ya kifalme kushughulikia talaka na sheria. Alitangaza talaka bila ruhusa ya Roma. Hatua hii ilisababisha mgawanyiko mkubwa wa kisiasa na kidini England. Tatu, kuunda kanisa la Anglican. Henry wa saba alianzisha kanisa lake mwenyewe, alijipatia mamlaka ya juu, Supreme Head of the Church of England. Mazoea na doktrine ziliundwa kutoka kanisa Katoliki, lakini chini ya udhibiti wa kifalme. Talaka ya Henry wa saba ndiyo sababu ya kuundwa kwa kanisa jipya. Anglicans wengi hawajui historia yao. Imejaa drama na siasa, n uridhi na ukweli usiofunuliwa. Anglican Church iliathiri siasa, koloni na imani ya kisasa. Mengi ya mazoea ya kanisa yanatokana na nguvu za kifalme. Na swali la kuchochea fikra: je, dini inatoka kwa roho au nguvu ya kifalme? Tano, hitimisho. Hii ni historia ya ukweli wa kanisa la Anglican. Tunaendelea kufungua siri za makanisa mengine. Fuatilia Mwanga wa Ukweli ili ujue zaidi.